Kucheza uh, michuano hiyo, watu wanatamani kujua wachezaji, mna kipi pengine kuelekea kwenye mchezo uh, wenyewe kwa ujumla, mnauchukulia vipi mchezo huu na pengine itakuwa ina maana gani uh, kutoka hapo kwenda katika hatua inayofuata? Karibu Aishi. Uh, asalamu alaikum. Yes, uh, kiujumla kwa uh, nafasi yetu kama wachezaji uh, tunajua umuhimu mkubwa wa uh, mchezo wetu wa kesho. Uh, lakini pia tunajua uh, kwamba tuna kiu uh, uongozi, wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata Watanzania pia na wao wana kiu ya uh, kuona kwa namna Azam FC imeweza kufanya uchezaji mkubwa kwenye kwenye kwenye timu, hasa kwa kusajili wachezaji uh, wazuri. Kwa hiyo hata Watanzania pia nao wana kiu kuona uh, kile ambacho uh, Uh, Azam FC ina wish kupata kwenye mashindano haya makubwa basi tuweze kukipata. Kwa hiyo sisi kama wachezaji uh, tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona uh, tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza uh, kuweza kuvuka hatua hii uh, ya ya za ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mwanzo na kwenda kwenye kwenye group stage kwa hiyo hiyo history ambayo tuna tuna, tuna, tuna matumaini nayo ya kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha ni lazima tuvuke kiunzi kilichoko mbele yetu, uh, ya mchezo dhidi ya KMKM na tunaamini uh, wapinzani wetu uh, watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao. Tuliweza kupata matokeo mazuri na na wao waliweza kupata matokeo mabaya kwenye uwanja wao nyumbani, kwa hiyo wanakuja kwetu na tuna imani kwamba watajiandaa vizuri. Yale mapungufu ambayo walikuwa nayo nadhani watakuwa wameweza kuyazingatia ili asiweze kufanya makosa yale ambao waliweza kuyafanya mwanzo, lakini pia yale ambao waliyaona kwetu kama ni makosa, basi wataenda kuyafanyia kazi ili kuona kesho wanafanya jambo zuri kwao, ili naweza kupata matokeo chanya. Vivyo hivyo kwetu, uh, tumekuwa na, na, na, na, na na na na mazoezi ya kuona namna bora ambavyo tuliweza kufanya kwenye mchezo wa awali, ili tuweze kuendeleza mwendelezo ule, lakini pia kwenye sehemu ambazo tuliweza, uh, kulega lega, basi tuweze kuongeza nguvu, ili kile ambacho kila Tanzania kila mchezaji na viongozi ambao kila mtu anaona kwamba tumeshapiga hatua moja mbele kuona kwamba tunaweza qualify basi hayo mawazo na hiyo nia isiweze kupeperuka, hapa kupotea. kwa hiyo ni ni, ni, ni kuweka umakini kwenye kila kila engo kuhakikisha kwamba yale mahesabu ambayo tumeyapiga na ule ule ule mwanga ambao tumeupata basi tuweze kushikilia ili tuweze kuvuka kwa pamoja, na iwe history kwa watu wote ambao wanahusika na timu, na hasa kwa namna bora ambavyo uwekezaji wa, wa, wa, wa klabu umefanya na Watanzania kwa ujumla wamekuwa na matarajio kuona kwa namna Azam FC imekuwa na wachezaji bora, imekuwa na benchi la ufundi bora, lakini pia imekuwa na viongozi ambao wanatamani kuona Azam FC ikivuka na kwenda makundi, na wote kwa ujumla tunaamini tuna, tuna kwamba Azam FC inastahili kufika zaidi ya hatua ya makundi. Kama una neno moja unaweza kuambia pengine mashabiki wa Azam Football Club na mashabiki wa soka kwa ujumla, uh, kuelekea kwenye mchezo huo, kinaweza ikawa ni kitu gani? Yes, uh, namna bora ni vile ambavyo uh, uongozi wa Azam FC umeo, umeonelea kwamba Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo inaenda kuandika itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje wa, jile, wa, wa, waburudike kwa, kwa kwa burudani nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi, nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana, watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam FC, kwa sababu Azam FC eh, tunasema timu bora bidhaa bora. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia uh, bidhaa za Azam lakini pia wanakuja kuona timu bora. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo, tuna kuna haja ya kuwapa watoto platform na kuja kuona namna bora ambavyo Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza momentum nzuri kama hiyo ambayo tunawishi wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo waje na watoto waone burudani, nadhani hicho ndio itakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki

nafasi ya wachezaji na viongozi wa Tanzania kuongeza idadi kubwa ya mashabiki wa Azam FC, kwa sababu profile ya Azam FC, mashabiki wanazidi kuipenda. Yes, namna bora zaidi nadhani, uh, miaka kadhaa nyuma kipindi ambacho mimi niko kwenye Academy Azam FC nadhani ilikuwa Ilikuwa, tulianza ama nilikuta Azam FC ikiwa inaendelea, tunaendelea kujipambanua, ikafika kipindi tukawa washindani, tukachukua kikombe cha Kagame, tukaja tukachukua kikombe cha ligi. Lakini pia ukiangalia kutoka kutoka kule mpaka hivi leo, imekuwa Azam FC imekuwa imejipambanua kwa namna kubwa sana, na watu wengi saa hizi wamekuwa wakiifuatilia Azam FC na kuipenda. Kwa hiyo ukiangalia uh, kwa haraka haraka tangu nimekuwa nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime kwenye timu za vijana mpaka leo inafika ina, ina, ina, ina miaka kumi na zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kama kulikuwa kuna mtoto wa miaka mitano kipindi kile, leo hii na miaka kumi na tano ina maana huyu tayari ameshatengenezwa kuwa shabiki wa Azam FC. Lakini nadhani nyote mtakuwa mashahidi leo hii ukitembe, ukitembea nchi nzima utaona jezi za Azam FC nyingi eh, ambazo zinaweza ku kukompiti ku, ku, ku na timu zingine kwa maana watu wananua jezi za Azam FC kwa sababu wanaona ubora wa Azam FC, lakini pia wanaanza kuifuatilia na kuipenda taratibu taratibu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Azam FC wame, wame, wamefanya kwa kuruhusu watu kuja kuitazama Azam FC bure bila kiingilio, nadhani pia itaendelea kuongeza uh, ule ukaribu watu kufuatilia Azam FC, lakini pia itaongeza mapenzi ya, ya, ya mashabiki na na klabu yao. Swali so, lingine tujaribu maso... na mbali hiyo ndo, ndo target kubwa ya, ya, ya uongozi na timu kuhakikisha Azam FC ina compete kwenye haya mashindano ya kimataifa kwa sababu uwezo unao, inasajili vizuri ina ina miundo mbinu kila kitu kiko vizuri, kwa hiyo isipokuwa ilikuwa inakosekana hii nafasi ya kuweza uh, kushiriki mashindano haya kwenye hatua kubwa kama hizi ambazo kila mtu anatazamia. Leo hii Azam FC inaenda kupambania hiyo nafasi. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa mwalimu, lakini pia kulingana na ukubwa wa klabu kwa kuweza kuinvest, kuweka uwekezaji mkubwa, nadhani sasa ni, ni, ni, ni muda wa Azam FC kupeperusha bendera kwenye mashindano ya kimataifa na ni matumaini yangu kwamba kwa namna bora ya timu na uwekezaji mkubwa uliofanywa wakati huu, tuna kila sababu ya kufu, kufu, kufu, kupata zaidi ya makundi na huo uwezo nadhani nao, kwa sababu imeshakuwa uh, kwenye mashindano kwa muda mrefu na namna bora ambavyo, na na unaiona Azam FC, naiona hiyo harufu, na kwamba tunaweza kwenda zaidi ya group stage. Swali la mwisho ni yaani, unatumia vipi ukubwa wako kuongeza ushawishi wa timu yako kufanya vizuri hatua? Yes, jambo kubwa ambalo huenda hamlijui, mimi ni miongoni mwa mtu ambaye natamani kweli kweli kwenda group stage kwa sasa. Yaani, katika mtu ambaye anatamani kwenda group stage kwa sasa, basi ni mimi. Kwa hiyo kwenye hizo kwenye hizo story ama kwenye mazungumzo ambayo tunazungumza, yani huwa nazungumza kana kwamba sijai kwenda hiyo hiyo stage, na mimi nazungumza kwenye engo ambayo na waowam. Kwa hiyo inaweza kawa namna ambayo na, na inawashangaza hata wao kuona kwa namna gani natamani nikiwa na Azam FC kwa sababu ndo timu ninayoipenda lakini pia ni timu ambayo imenilea, no kukuza, no yale, na kunikuza na nimekulia pale. Kwa hiyo hata niliporejea kwenye mazingira yale nilikuwa na kumbukumbu nzuri uh, za soka kwenye nchi hii nikiwa pale. Kwa hiyo najikuta kana kwamba sijawahi kushiriki mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo natamani kweli kweli, uh, kufa hiyo kesho na kwenda groups. Kwa hiyo msishangae kama panapo majaliwa tukafuzu mkaona nimeshika bendera nakimbia uwanja mzima kwa yaani, kana kwamba sijawahi kufika stage hiyo, lakini ni namna bora ambayo natamani kweli kweli kuhakikisha kesho, Mwenyezi Mungu anatujalia, tunaweza kuvuka kwenda kwa stage. Thank you very much. Kwa niaba ya shirikisho la mpira wa miguu uh...